wasikilizaji wanawake na watoto kwa muda mrefu wametajwa kuwa waathiriwa wakuu wa athari za mabadiliko ya tabianchi. Sasa ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imebaini kuwa majanga ya mabadiliko ya tabianchi yameendelea kuchochea ongezeko la ukatili wa kijinsia. Aidha, ripoti hiyo mpya ya UN Spotlight Initiative imebaini kuwa mabadiliko ya tabianchi yameendelea kuzidisha migogoro ya kijamii na kiuchumi ambayo yanachochea kuongezeka kwa viwango vya unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana. Hali mbaya ya tabianchi, watu kulazimika kuhama makazi yao, ukosefu wa usalama wa chakula na kuyumba kwa uchumi ni sababu kuu zinazochochea ongezeko la unyanyasaji wa kijinsia. Katika awamu ya kwanza ya makala haya, ninaye Esther Ingolo, mtaalamu wa masuala ya kijinsia, lakini pia anajihusisha sana na masuala ya ukatili wa kijinsia kutoka Mombasa nchini Kenya anaangazia ni kwa namna gani mabadiliko ya tabia nchi yanachangia ongezeko la ukatili wa kijinsia katika jamii zetu. Kwanza ningependa kusema kwamba swala zima la mabadiliko ya tabia nchi ni nitaisema kwamba ni concept ya sana kwa watu wengi, na hadi sasa baadhi ya watu kwamba hawajaweza kuelewa e, wameelewa labda athari, lakini hawajaweza kuelewa kwa undani e, mabadiliko ya tabia nchi. Kile kinasikitisha zaidi ni kwamba baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi watu wengi wamevichukulia e, katika mwelekeo wa kwamba ni kitu ambacho kimefanyika na ni dharura na kinahitaji likiwa kidharura na mfano. E, kama kuna vita, kama kuna njaa, kama kuna mikasa, kama kumeongezeka viwango vya joto baharini, watu wengi, ile response ya kwanza itakuwa ni kwamba huyu mtu apelekwe mahali ambapo pako sawa, huyu mtu atafutiwe chakula. E, mabadiliko ya tabianchi na baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika haswa vinakuwa vinaongeza ushawishi wa ukatili. Nitakupa mfano, ikiwa itabidi watu waondoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwenda kutafuta chakula kwa sababu ya njaa, ina maana kwamba wale watu wamewekwa katika ile hali ya kwamba kishawishi kikubwa ambacho kitawafanya waweze kujimunua kwa urahisi ni kwamba atakuwa hana pesa na hana rasilimali zozote, kwa hiyo itabidi anategemea mtu. Kwa hivyo saa zingine akifika mahali, mtu akimwambia, kweli nitakupa chakula, lakini ili nikupatie chakula lazima nifanye abcd, itabidi afanye, kwa sababu wakati huo ana njaa na anahitaji kukimu ile njaa. Kwa hivyo huo ni mfano tu wa baadhi ya vitu ambavyo vingefanyika na ule eh, ukaribu mabadiliko ya tabianchi na suala la ukatili wa kijinsia mm. Lakini ni kwa nini wanawake na wasichana ndio wamekuwa waathiriwa wakuu wa ukatili wa kijinsia inapotokea labda majanga ya kimazingira ama mabadiliko ya tabianchi? Bila shaka ni kwa sababu ya uh, kitu kinafahamika kama usawa wa kijinsia, yaani ile inequality e, ambayo ipo uh, kawaida kwa uh, akina mama na wasichana, kwa sababu unakuta kwamba kwa muda mrefu eh, watu ambao wamepewa kipaumbele ni watoto wa kiume na mwanamume. Eh, generally yule mwanamke huwa anachukuliwa kama mtu wa pili katika kila kitu ambacho kinafanyika. Kwa hivyo kama ni rasilimali kugawanywa, utakuta kwamba itapewa mwanamume kwanza. Kama ni eh, opportunity kupeanwa, itapewa mwanamume kwanza. Na pia kitu kingine ni, uh, ni kwamba yale mazingira magumu ambayo unakuta eh, wale wanawake na wasichana wanayapitia E, nitatumia kizungu hapo kidogo, ile vulnerability ambayo wako nayo kwa sababu ya kwanza jinsia yao, ya pili, e, the fact that wengi wao hawana uwezo uwezo sana. E, Afrika nzima unakuta uwezo bado uko na mwanaume, na wale wanawake hawajafikia kiwango cha kuwa na ule uwezo ambao wataweza kufanya uamuzi aidha kwa wao wenyewe, kwa watoto wao, na pia hata kwa familia. Kwa hivyo hivyo ndio vitu viwili vizito kabisa e, ule usawa wa kijinsia na mazingira magumu ndio unasababisha akina mama na watoto wa kike wanakuwa wako targeted sana katika swala hili. Na bila shaka tupo katika kipindi ambapo nchi nyingi duniani barani Afrika zinakuja na mikakati ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi. Umezungumzia awali kwamba hili swala la uhusiano kati ya ukatili wa kijinsia na mabadiliko ya tabia nchi bado hakuna uelewa wa kutosha katika jamii zetu. Sasa ni mianya ipi iliyopo katika mikakati ambazo serikali zinakuja nazo ukihusisha na mabadiliko ya tabia nchi hasa katika swala zima la dhuluma za kijinsia? Mwanya wa kwanza ambao utasema, ni kwamba katika baadhi ya sera ambazo tuko nazo, unakuta kwamba hili swala la mabadiliko ya tabia nchi halija shughulikiwa sana, na pia hata kama limewekwa pale halina upeo mkubwa sana wa kuweza kusaidia sisi kukabiliana na hili swala lenyewe. Pia unapata kwamba baadhi ya mikakati ambayo imewekwa ni mikakati ambayo ipo ndio, lakini inakosa kiwango kikubwa cha vile ambavyo tutakabiliana na haya masuala ya mabadiliko ya, ya, ya tabianchi. Kwao unakuta kwamba ikiwa kuna hiyo mianya, unakuta kwamba ile mikakati yote ya kujaribu kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi inakuwa watu wana focus wengine, lakini kidogo sana unakuta wameelekea upande wa ukatili wa kijinsia, kwa sababu swala so lazima lilikuwa eh, na upana mrefu sana ambao kufikia sasa bado e, wale wakereketwa katika jamii, bado serikali, bado mashirika ambayo si ya serikali, bado e, wale implementing partners, wanaendelea kuhamasisha watu kwanza kuhusiana na swala ya mabadiliko ya tabianchi. So unaweza kuwazia we mwenyewe itatuchukua muda gani ili kwamba tuweze kulielewa hilo swala kabisa. Kwanza na pili, sasa tuweze kuelewa kwamba linauiana kwa karibu sana na swala la ukatili wa kijinsia. Umegusia sera kwa sasa, kwa mfano hapa nchini Kenya sera zilizopo, uh, lakini pia ukiangalia kimataifa ni vipi zinashughulikia changamoto hii ya uh, ukatili wa kijinsia linapokuja swala la mabadiliko ya tabianchi. Um, zipo njia tofauti. Eh, nafikiri baadhi ya, ya sera zimeweza kugusia, haswa sera nyingi za kimataifa na unaona kwamba kunatiliwa mkazo sasa hivi, um, ili kwamba nchi za Afrika ziweze kulichukulia suala la mabadiliko ya tabia nchi E, kwa karibu sana. Mfano nafikiri unaweza kuona kwa sehemu tofauti, a, lile shinikizo la kwamba, e, mfano watu waondoke katika yale mapishi walikuwa wanatumia ya zamani na kuingia katika mapishi ya kisasa, kama ni masuala ya, ya ukulima, watu wa, wa, wasonge kutoka kwa ule ukulima wa kitambo waanze kuingia e, katika ukulima wa kisasa, na vitu vingi sasa vimeanza kwenda hivyo, ili kwamba katika ile hamasa ambayo inafanyika polepole, tunaweza kupunguza zile inequalities ambazo nimeweza kuzitaja pale eh, pale awali ambazo nyingi ndo zinasababisha wale kinamama na wasichana wanakuwa very vulnerable katika eh, swala hili. So eh, wengi wa wale viongozi na hasa ma, mataifa ma mengine, wanashinikiza sana kuwe na usawa wa kijinsia, kwa sababu kukiwa na usawa wa jinsia, tunapunguza vile vishawishi ambavyo vitasukuma akina mama na wasichana waweze kuwa katika upande ule, hata kukitokea e, any calamity, ama kitu chochote ambacho kinasababishwa na, na mabadiliko ya tabianchi unakuta kwamba wale watakuwa wameshughulikiwa kwa sababu hakuna inequality. Msikilizaji, katika jamii za kiafrika kuna tamaduni na majukumu ya kijinsia lakini ni kwa namna gani zinaathiri swala zima la ukatili wa kijinsia katika muktadha wa mabadiliko ya tabia nchi? Bila shaka ile moja ambayo iko sana ni ile ya mazoea ya dume kwa kizungu utasema zile patriarchal practices ambazo zimezoeleka kwa muda mrefu, na kwa muda mrefu pia hazikuonekana kama zinaathiri, na nitakupa mfano. Ikiwa kuna janga ambalo limetokea, kwa mfano, kuna njaa, itabidi e, wale ambao wanaenda kutafuta maji mbali, wale ambao wanaenda kutafuta chakula ni ni wale wasichana, na labda chakula kinaweza kupatikana pale nyumbani, lakini wazee wakaamua, kwa sababu yule mwanaume ndo mtafutaji ale yeye, yule mama abaki njaa ama watoto wabaki njaa, watoto wanouji lakini yule ale ugali kwa sababu yule anahitaji nguvu za kwenda kutafuta. Na pia katika huo msukumo, unakuta kwamba kama wale watoto hawana chochote, ina maana kwamba hawataenda shule. Kama kumetokea labda mafuriko, watoto hawawezi kuingia shule, wanabaki pale nyumbani. Kwa hiyo, unakuta kwamba urahisi wao kuweza kuolewa mapema unakuwa uko juu zaidi, kwa sababu ya kile kishawishi cha kwamba kuna hilo swala limetokea, na jamii haioni kama kuna uzito. Nafikiri umesikia sehemu ambazo ilifikia mahali njaani nyingi mpaka wakaambiwa kwamba wale watoto wa kike waende wakaolea katika jamii zingine ili kwamba wasife, lakini yule mtoto wa kiume atabakishwa kuweza kupambana na ile hali na kuangaliwa vile ambavyo wataangaliwa. Kwa hivyo ule mtoto wa kike atatumwa hata kama ni mdogo, atatumwa aende aolewe. Katika sehemu nyingine, kama ilikuwa ninaenda mtoni ambao ulikuwa uko karibu na nyumbani, sasa hivi pale maji yamekauka na lazima niende kilomita nyingi kwenda kutafuta maji. Kwa hivyo nikiregea nyumbani kunatokea ile inajulikana kama intimate partner violence, kwa sababu bwanangu haelewi kwa nini nimeenda kuchota maji kilomita hamsini wakati kuna mtu hapa lakini huo mto hautoi maji. Kwa hivyo hivyo ndo baadhi ya vitu zile itikadi za zamani, ambazo zimekuwa changamoto kubwa sana katika jamii, na zimesababisha kwamba mpaka sasa unakuta hata kukabiliana na hili swali la mabadiliko ya tabia nchi ni ngumu, kwa sababu bado haijaeleweka vizuri kwamba kunahitajika kuwa usawa. Katika awamu ya pili ya makala haya Esther atakuwa anatolea mifano ya matukio ya ukatili wa kijinsia ambayo huibuka kufuatia majanga ya mabadiliko ya tabianchi, lakini pia namna elimu na uwezeshaji wa kiuchumi kwa wanawake unaweza kuwa moja ya suluhu ya changamoto hii. Jina langu Minzleti Jai. Kwa heri.